Upasuaji wa miili ya watu waliouawa katika uwanja wa Kasarani na Nyayo wakati wa maombolezi ya marehemu waziri mkuu Raila Odinga umethibitisha kwamba walifariki kwa kupigwa risasi. Uh, risasi zilizopatikana kwenye miili ya Evans Kiche pamoja na Vincent Otieno Ogutu uh, zimekabidhiwa mamlaka ya IPOA kwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, mwili mmoja umesalia makafani ya City bila kutambuliwa, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ode Francis. Siku mbili baada ya hayati Raila Odinga Familia za waliotamani kumwona hapa Nairobi katika uwanja wa Kasarani na Nyayo zilikusanyika katika makafani ya City Nairobi. Familia za Vincent Otieno Ogutu mwenye miaka 36, Evans Onyango Kiche mwenye miaka 40, Josfae Jida Burka wa miaka 42 pamoja na Josephine Anjao Okengo walikabidhiwa matokeo ya chanzo cha vifo vya wanne hao uh.

Familia sasa zikidai haki na maswali chungu nzima ya kilichojiri Kasarani na Nyayo. So it seems whoever shot Vincent had a motive because that was not accidental. Ni yenye alikuwa ame aim na alikuwa ametarget kumshoot kwa roho na alikuwa anajua akifanya hivyo definitely atamaliza. So that's a question I really want answered. Why did this person shoot Vincent on the chest? and on the left chest, directly targeting the heart. Naomba tu justice. Tafadhali, tafadhali. Ni uchungu sana. Kwa hivyo tunataka compensation ya ku make sure that hiyo watu livelihood yao wanapata na wanapata haki yao. Naomba serikali hiyo watoto yao ta... yamewachiliwa. Iwe waangalie wajue haki yao itapatikana namna gani. Sasa mamlaka ya IPOA ina kibarua cha kuchunguza ni bunduki aina gani iliyofyatua risasi iliyopatikana mwilini mwa Vincent Otieno Ogutu, pamoja na mabaki ya risasi iliyopenyeza na kukwama kichwani mwa Evans Kiche, ugani Kasarani. This crowd could have been controlled. There are many better ways they could have handled this situation, but unfortunately they decided to use lethal force and today Jida, Evans and Vincent are no more. If LSK will not take action, I will hire lawyers on behalf of these families yes. You are seeing here. Baba amezikwa, there is nobody who is here to stand with them. Yes. Yeah? Those speeches tough speeches where are they today? Yes. To condemn what the government has done to the people. Wale wamelala hapa. Huku familia zikijiandaa kwa maziko, kitendawili cha nani atawajibishwa kwa mauaji ya waombolezaji waliokwenda katika uga Kasarani na Nyayo na baadaye kuaga dunia kinasalia. Ode Francis, runinga ya Citizen katika makafani ya City hapa Nairobi. Na mtazamaji, tutakomea hapo kwa sasa na